Uzuri wa kuambia marafiki zangu ni kuwa wanaweza kunipenda na kunikubali, na sitahitaji kuendelea kukaa na hii siri tena, lakini upande mwingine, wanaweza kuniogopa na kunitenga hata kama nikiwafundisha ukweli. Tatizo, kuna fikra nyingi potofu na za uongo zinazoweza kuwafanya wanitenge. Muda wa kwenda shule. Kibena, bibi, nahitaji msaada wako, nifanyaje? Nimekuwa nikifikiria kuhusu marafiki zangu wapya walichosema kuhusu walivyoambia watu wengine hali zao mimi sitaki kubaki na siri tena, nataka kuwa huru nikiwa na marafiki zangu, lakini naogopa kuwaambia na kuelewa. Kibena, inaogopesha kwa sababu watu huwa wanaamini mabaya wanayosikia kuhusu huu ugonjwa, lakini wewe una marafiki wema sana. Wanaweza kushtuka, lakini kwa sababu wao hawafahamu kwa undani zaidi kama wewe. Chochote kitakachotokea, kumbuka kuwa wewe ni mtu mwema na mkarimu. Haijalishi wengine watakavyokudhania, uko sahihi. Nahitaji tu ujasiri kufanya hivyo. Hamjambo wanafunzi. Leo tutajifunza kuhusu magonjwa ya yasiyoambukiza sawa? Sawa. Haya, kwa leo tumemaliza, tutaonana kesho. Mambo. Hatujawahi kuongea, lakini nataka kukuambia kwamba nimependa utepe wako kwenye begi. Unajua unamaanisha nini? Ndiyo, unajua ni utepe unaotumika kama ishara ya umoja kwa watu wanaoishi na VVU. Nilipata utepe huu kutoka kwa mtu kwenye familia yetu, sitaki kuambia watu, wananiruhusu niwe nao ili niwaelimishe watu kuhusu VVU. Natamani kila mtu angejua kuwa kuwa na VVU sio tishio, si unanielewa? Naelewa kabisa. Na unamaanisha nini? Subiri, na we una huu utepe, ni kwa ajili ya nani? Usijali, nafahamu kwamba sio rahisi kuambia watu wengine kwamba unaishi navyo. Kama utahitaji mtu wa kuongea naye kuhusu hili, naweza kukumbatia. Kibena, twende. Bwana, tuna mazoezi ya mpira.